Tenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea malangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde Kaini, yapasa uishinde. Amen. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ninawasalimu katika jina la Yesu na sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kuiona asubuhi ya leo ni neema tu. Hakuna mtu aliyekuwa anaweza kujua kwamba kesho nitaiona, hakuna. Hii ni siri ya Mungu mwenyewe. Ebu tumpigie Bwana makofi mengi mengi ya, ya shukulani, makofi mengi mengi ya shukulani kwa Mungu wetu aliyetuwezesha ili tuweze kuamka salama. Sante sana. Bwana Yesu asifiwe kwenye somo la leo asubuhi ya leo umeona, tukumbushane kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo tunaona ni watu wawili Kaini na Habili ambao wote wamezaliwa kwa mama mmoja, wako ndani ya familia yao, lakini kila mmoja alikuwa na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja alikuwa na kazi yake aliyokuwa anaifanya. Lakini muda ulipokuwa umefika wa kutoa sadaka, kuisogeza sadaka kwa Bwana, kila mmoja alileta sehemu yake. Mtu wa kwanza ambaye ni Kaini akaleta sadaka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na Habili naye akaleta sadaka kwa Bwana. Sasa sadaka ya kwanza imeelezwa tu ni sadaka. Ilikuwa ni sadaka ya namna gani? Imeelezwa tu sadaka, haijapewa sifa yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ila sadaka ya pili ni sadaka ya Abili, anasema na sehemu iliyo nona. Bwana Yesu asifiwe, na sehemu iliyonona. Kumbe tunaweza tukatoa wote sadaka lakini huyu anayechunguza hizi sadaka, yeye ndio anaangalia hii imebeba kitu gani na hii imebeba kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho mimi ninaweza kusema tukumbushane, inawezekana wote walikuwa wanaenda kutoa sadaka, ni nzuri sawa, lakini kuna mwingine alienda kutoa sadaka kwa mazoea Bwana Yesu asifiwe, au alikuwa amebarikiwa sana akatoa vile vilivyo, yani vile vilivyobaki. Nasema ma, ma, si masazo, masazo si ndio? Eh, Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwingine akabeba ile kitu ambacho naona yeye mwenyewe hata anapoenda kutoa, yeye mwenyewe nafsi yake inamsulutisha na, na inamuuma anaumia. Mungu akasema huyu hakika ametoa kuliko wengine, akasema sadaka yake imenona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vita ikaanzia pale, baada ya kuona kwamba Kaini kibali hajapata, Habili amepata kibali mbele za Bwana na sadaka yake imepata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kibali, hebu sema kibali. Hiki kibali kipo kwa kila mmoja, endapo utakapokaa chini na kujichuchumilia kweli kweli na kuutafuta uso wa Mungu kwa bidii haswa, kibali utapata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ugomvi ukaanzia pale, na kwa sababu wa Kaini tayari alipoona kwamba ndugu yake amepata kibali na yeye hajapata kibali, anasema Mungu alimwangalia aliona sura yake imebadilika eh, uso wake umekunjamana. Mungu anamuuliza Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Ukitenda mema utapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anamwambia pia dhambi iko malangoni mwako lakini inapaswa ufanye nini? Uishinde. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Dhambi iko malangoni mwako, lakini inapasa uishinde. Wapendwa, si kwamba adui yuko mbali Adui yupo karibu na sisi. Adui hawezi kwenda kwa watu wa vilabuni, hawezi kwenda watu walioko huko kwenye mabani na nini, wale anajua wale ni wa kwake tayari. Adui yupo karibu na wewe, wewe unayemcha Mungu aliye hai, lakini Mungu anasema hivi, pamoja kwamba yupo kwenye malango yako au yupo karibu na wewe, kinachohitajika sana, unapaswa ushinde hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Shinda hiyo hilo jaribu nalo lipitia, lishinde kwa jina la Yesu Kristo, wanaosekelea hai. Kwa hiyo anasema Kaini akamwinukia ndugu yake akamwambia twende uwandani, na alipoenda huko uwandani akaenda akamuua kwa siri, akafichama akasema memu. Yani alijua kwamba hajaonekana na hakuna mtu aliyemwona, akaenda kumuua ndugu yake kule, na alipoenda kumuua Mungu hakuchoka, alikuja akamuuliza akamwambia, Kaini, yuko wapi ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako? Majibu ya Kaini anasema hivi, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Angalia mpendwa, rafiki yangu, majibu nao yatoa wakati Mungu anapokusemesha, wakati mungu anapokusemesha na anapokuuliza. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Maana akasema, asema kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, damu ya ndugu yako inanililia. Wapi? kwenye arisi kwa hiyo unaweza ukafichama wanadamu, mchungaji nani, unaweza ukawafichama lakini jicho la Mungu huwezi kufichama hata kidogo. Pigie Bwana makofi mengi mengi kwa jina la Yesu Kristo wanasetaria hai. Maana yake nini, ninachotaka kusema, inawezekana kabisa kuna vitu vingine tunavaa, nasema hapa mwinjilisti hayupo hapa, mchungaji hayupo hapa, hakuna mtu yoyote, nimefichama. Mungu anaona alisi. Hii ni mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huwezi kufichama. Kwenye kitabu cha Warumi anasema nasema, nasema kweli katika Kristo, dhamiri yangu ikinishuhudia. Wapendwa, ukisimama mahali popote, sema kweli katika Kristo, dhamiri yako ikikushuhudia. Kaini alisema uongo eh? kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yake? Wakati nafsi yake inamshuhudia kwamba amemuua ndugu yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhamiri yako inashuhudia nini? Inakushuhudia nini? Mungu atusaidie sana wapendwa, tunapo tafakari kwa wakati huu, ebu Mungu atufinyange na atufanye kuwa watoto wake tena wapekee ambapo hata yeye Mungu akiangalia ajivunia, anasema kwa kweli ninajivunia kuwa na mama Imani, ninajivunia kuwa na mama fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akikuona anakuona kwamba wewe unamzalia matunda tena matunda yanayodumu haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kaini akamwambia unapaswa ushinde hiyo hiyo dhambi, maana iko kwenye malango yako. Mungu atusaidie sana, tunapopita kwenye mambo ambayo ni magumu, tusione kwamba Mungu yuko mbali, Mungu yupo karibu. Hebu tung'ang'anie tuutafuta uso wa Mungu kwa bidii, lakini pia tujitahidi sana kutenda matendo mema ambayo Mungu anatutaka tuyatende. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha injili ya Marko, injili ya Marko, Injili ya Marko sura ile ya kumi na moja na mstari ule na mstari ule wa ishirini na nne hadi wa ishirini na sita Injili ya Marko sura ile ya kumi na moja na mstari ule wa ishirini na nne nayo inasema, kwa sababu hiyo nawaambia yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, samehe sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nasema, hebu tuone kwamba wakati tunapomwomba Mungu kwanza, tujenge imani ya kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tujenge imani ya kumwamini nani? Mungu hata saizi asubuhi ya leo mmekuja, munamwamini nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mmekuja kwenye ibada hii, mumeacha, mmeacha kazi zenu, mmeacha biashara zenu, asubuhi na mapema, mkaona ya kwamba ah, tusianze kwa akili zetu, hebu tumtangulize Mungu aliye hai basi kwa ibada hii tunayoyaomba, anasema muyaamini yamekwisha kuwa ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake, kama umekuja kwenye ibada ya asubuhi ya leo ukiwa na ajenda kwa habari ya kazi yako, ukiwa na ajenda kwa habari ya watoto wako, ukiwa na ajenda kwa habari ya biashara yako ukiwa na ajenda kwa ajili ya miradi yako uliyonayo, ukija kwa Mungu na ajenda, na utakapoomba kwa bidii, utakapotoka, amini ya kwamba haya niliyoyaomba ni ya kwangu, ninaenda kuyapokea. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Maana yake inawezekana ni kibali kimepotea pale kazini kwako na umekuja hapa unaliitia jina la Bwana unaitia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ndiyo itakayoenda kutengeneza na kukuwezesha wewe mtoto wake, ili upate nini? Kibali basi. Amini utakapoitanguliza hii damu ya Yesu utakapotoka, toka ukiwa na imani ya kwamba kibali nimepata. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe toka ukiwa umeamini ya kwamba kibali nimepata, haijalishi wale watu watanisemea ninachoamini, ya kwamba Mungu nimemwomba Mungu anipe kibali kazini, hicho kibali ni cha kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usibaki kute, kukaa katika hali ya usuni kama huyu Kaini alipofika mahali akaghadhabika uso wake ukakasika, kwa sababu ya kibali kimepotea. Hebu itangulize damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu anaweza kufanya mambo ambayo ni makubwa hata yale ambayo wewe ukiyafikiria. Bwana Yesu asifiwe, pigie Bwana makofi mengi mengi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndipo anaposema sisi wana wa Mungu hatuendi kwa fahamu zetu wala kwa akili zetu, tunaenda kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, na kila mmoja aliyeko mahali hapa anaye Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja hapa, Mungu anamsemesha, Mungu anamsemesha, anamwambia kwa habari ya kanisa, anamwambia kwa habari ya Tanzania, anamwambia kwa habari ya familia, anamwambia. Lakini je, unapoambiwa, hiyo sauti ya Mungu huwa unaisikia? Na kama huwa unaisikia, huwa unaielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wala huyu Mungu hajajitenga yeye kwamba ni wa fulani au ni wa hakuna. Mungu ni wa watu wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Kwa hiyo maombi yetu tutakayoyaomba, tutakayopeleka kwenye ma, kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, tunapotoka tuamini haya ni ya kwetu na yanaenda kutendeka. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo tuishi kwa imani, tuishi kwa ujasiri Ondoa roho ya usuni, ondoa roho ya chuki, na unapokuwa una... umekuwa mtu yani mpo kazini, watu hawasalimiani. Mtu aikanasema mtumishi, naomba niombee kazini. Yaani pale kazini, na yule ninayefanya naye kazi hatupatani kabisa. Akiniwekea chai eh, nikisema mimi nimeshiba anakasirika, nikinywa shida Yaani kumbe kitu kidogo tu kinachoanzia kazini, unaweza kukuta ni chai kidogo tu. Ebu hivi vitu vya mwilini visitutenganishe na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tumtafute Mungu kwa bidii, na Mungu yupo karibu na sisi, na yupo tayari kukusaidia kwenye hapo unapopapitia, ana uwezo wa kukuvusha. Haijalishi watu wengine wanatamka maneno gani, haijalishi wamekutamkia maneno gani. Mimina moyo wako kwa Bwana, Bwana atatengeneza. Simama hapo, simama, atawale, atawale tu, mwachie Yesu, atawale, atawale. Atawale.

wa mikono yetu mbele za Mungu na ni ishara ya kusalenda kwa Mungu wetu aliye hai. Inawezekana tunapopita nafsi yako yako mambo makubwa ya yanayokushuhudia ndani yako, tena yanakukosesha amani kabisa, na hata unapoenda kazini huoni amani, unaenda tu kwa sababu naenda kazini, amani haipo. Ebu mruhusu Mungu aingie ndani yako, akakupatanishe na hiyo kazi yako na hiyo biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana, huyo adui asipige kelele ndani yako ili kukudhoofisha. Mambo yako yambele, ya mbele yashindwe kuendelea. Sema kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo ninanyenyekea chini ya madhabahu yako, ninaomba toba, ninaomba rehema. Ee Yesu, nisamehe nilipowaza, niliponena, nilipotenda, nimekukosea wewe. Mungu ni hai, ni hai, nisamee, nisamee kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Asubuhi ya leo hatua zangu, hatua zangu zilindwe na damu yako, na damu yako ya ya kwa sina la Yesu kwa damu ya Yesu. Na kila matamko yaliyotamkwa juu ya kazi yangu, juu ya biashara yangu, hayo matamko ni ya adui. Leo hii na asubuhi ya leo, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti ndani yangu ninaikataa kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, eh Yesu, eh Yesu, ninaomba nishike mkono wako uniongoze wewe peke yako, maana peke yangu siwezi. Kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Hiondoe kila roho ya mashaka ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa, roho za magonjwa toka ndani yangu, roho za maposa toka ndani yangu, roho za maposa toka ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu yenye utakaso, damu ya Yesu yenye utakaso. e Bwana ninatakasa malango yangu ninatakasa njia zangu, ninatakasa biashara zangu, ninatakasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Eh Yesu, kila kifungo kilichofungwa juu yangu mimi ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikalegeshe kila vifungo, vyote viondoke kwa da Yesu, kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu damu ya Yesu Kristo, wanasetele hai, hituongose hituongose, e Bwana, wako wengine ni wagonjwa, wako wengine ni wagonjwa ninaomba, e Bwana, Roho Mtakatifu, we uliye mponyashi, ninawaleta kwenye madhabahu yako Mungu aliye hai, ninatangaza uzima ndani yao, ninatangaza uzima ndani yao mahali ambapo watoto wako wametangaziwa kwa habari ya roho ya mauti. E Bwana, hiyo roho ya mauti ninaiamuru kwa jina la Yesu iondoke ndani yao, kwa jina la Yesu Kristo wanasetereha Hai, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, hai ninainyunyiza kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo, na mahali watakapokanyaga watoto wako Yesu, ninaomba leta ulinzi ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hai. Pige Bwana makofi mengi mengi kwa jina la Yesu. Hayatoshi, wapee. Ngoje niwaambie, hayatoshi. Usiku ulikuwa ni mnene sana usiku yalikuwa mambo mengi yanapita, lakini Mungu ametupa hii neema, tumekutanika hivi hapa, ni neema ya Mungu. Na tunapotoka hapa, tunataka tutoke kwa ujasiri na kwa ushindi mkubwa, kwamba Mungu, tunaenda kushinda haya mambo yote, tutakayoyafanya tutashinda kwa jina la Yesu. hebu Mpigie Bwana makofi ya sifa kwa jina la Yesu Kristo wanasitelee hai. Na Mungu ajua ya kwamba mahali hapa wako wana wa Mungu wanaomwabudu Mungu aliye wa hai. Pigia Yesu makofi ya ushindi, na popote utakapokanyaga ninatangaza ushindi, na lolote utakalolitenda ninatangaza ushindi. Roho za machini sikuachie, roho za chumaulete sikuachie, roho za ukatariwa sikuachie, kwa damu ya Yesu Kristo wanasetere hai ninatangaza, ninatangaza kwenye miradi yako. Yesu hakuletea kutendee muujiza na leta ushindi ndani yako nyayo zako. Bwana akaweke kishindo, akaweke kishindo, akaweke kishindo. Wale wanaokufuatilia, wanaofuatilia hatua wa zako wote wanapigwa kwa sina la Yesu Kristo wanasetere hai. Nuru ya Bwana, iangaze ndani yako na kisha liondoke ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, wanasetelie hai, Amen. Tunakuadhimisha Mungu mkuu, mwenye uweza na mamlaka, tunaadhimisha utukufu wako ambao Mungu umeachilia asubuhi ya leo kwa ajili yetu watoto wako. Umetupa na fursa hii e Bwana kusogea mbele za uso wako kwa ajili ya kukuabudu wewe na kukutumikia wewe katika ibada ya siku ya leo. Asante kwa sababu metupa tena nafasi hii e Bwana, mlango ambao umefunguliwa kwa ajili yetu ni mlango ulio mkubwa kwa ajili ya kila mmoja e Bwana, kwa endelea kukutumani wewe na kusimamia kusudi la, lako hapa ulimwenguni na kusimamia cha kwako e Bwana, nachoomba neema yako kaendelee kuwa pamoja nasi katika wiki hii, na Mfalme tunaomba uso wako atembee pamoja nasi ukatuthibitishe e Bwana watoto wako, kaachilie kibali juu ya maisha yetu Mfalme. Naomba uwepo wako tutangulie katika kila wajibu na jukumu ambalo liko mbele yetu, ukatuwezeshe kwa roho yako mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye ni kiongozi, mwalimu mwema atufundishaye, ukashike nafasi ya kwetu katufanye huo washindi kila mahali, ukatufanye kuwa nuru, ukatufanye kuwa baraka, ukatufanye kuwa nuru ya ulimwengu na chumvi ya ulimwengu pia. Ili Mungu tunapoendelea kutumikia kusudi lako, wewe ukajidhihirishe na kujifunua kwetu na kabidhi yote mikononi mwako. Pokea sadaka hii ambayo watoto wako tumekutolea, ikawe sehemu ya baraka yetu, na ukatufanikishe, na ukatushindie, na ukatutetee kwa ajili ya utukufu wako, ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Baba tumeomba haya kwa imani na kukushukuru, kwamba Bwana utatembea pamoja nasi katika wiki hii kwa ushindi mkubwa. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Na tupokee baraka ya Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani yake, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na tuenende kwa amani ya Bwana. Lakini pia tunawakaribisha jioni kwenye semina nzuri. Karibuni sana kwenye semina jioni <tipos>